Shida zipo nyingi sana ndani ya klabu ya Simba, sio tu kwamba watu wanaangalia upande wa kocha. Yeye anaona shida ipo maeneo mengi, na hayo maeneo yanaonekana kama vile amefunga milango. Yaliyozungumzwa kwenye YouTube kwa maana maoni na kwenye SMS pia, ninaungana nayo kwa asilimia mia moja na ninaungana pia kuzungumza, ama nina sapoti ama nina ninaungana na kile ambacho kinazungumzwa kuhusiana na ni aina gani ya kocha anatakiwa kwenda kwenda kujiunga na Simba. Ndiyo. Simba kwa tulivyoizoea, ama mm, chimbuko na asili yake, kwa maana ni timu ya wanachama, ni timu ambayo inategemeana katika kila eneo mm, kama upande mmoja ukiumba, basi kuna namna sehemu zingine ambazo zilikuwa zinashikilia huo upande mm. lazima zitayumba pia. Hiyo imewahi kutokea Yanga, lakini pia imewahi kujitokea Simba na ndicho ambacho naamini kaendelea kwa upande wa Simba. Uongozi wa Simba kama utakuwa unashake, yani unatingishika mm. hata haja huyo Pitso Mosimane ambao tunaamini kwa Afrika ndio best coach ama ndio kocha namba moja zile renki tukianza kupanga hapo makocha wa Afrika mm. ndo anasema pale namba moja. Sidhani kama watapata hicho pia ambacho wanakiita yani. mm. Simba eneo la uongozi likitingishika ama kama lina yumba, huwezi kupata kilicho bora hata huko kwenye ngazi zingine mm. na ndio hapo malalamiko yanapokuja kwa wanachama na mashabiki upande mwingine mm. na pia yanakuja malalamiko kwamba kile kinachoonekana kwenye engo ya kiufundi hakiko sawa sawa. Mfano hiyo, Sa labda nikuongezee hiyo, ni hiyo Simba bora ambayo inazungumzwa ile ya miaka minne. Mm -hmm. Uh, ilikuwa ina uongozi Zim, imara anatajwa babra anataja magoli na, mm -hmm. mm -hmm, si ndio? na wenzao wengine ambao walikuwa na support. Sasa kama kwenye engo ya uongozi timu inayumba, yani mm -hmm. tuvute tu, tu, mfano baba na mama kwenye familia kila siku kwa kuangalia kwa hilo jicho, mm, mm, haiwezi kuwa na afya kwa mtoto. Sasa hapo unachukulia kwenye yengo ya mpira, kwa maana kwa Simba kama viongozi wa juu mm, hawajashikamana, hawawezi kupata kilicho bora katika haya, ama katika haya matawi mengine ambayo wanaongoza, ndio maana malalamiko ni mengi kwa mashabiki na wanachama, lakini pia hata hilo jicho la like, kiufundi, mfano tu uh, nitolee mfano kitengo cha fedha labda hakiwezi kufanya maamuzi bila fulani na fulani kukaa pamoja na kutia sahihi kwenye baadhi ya karatasi mm. Hawa watu ndio wanabishana, wanavutana, utampa lini mchezaji bonasi yake anayohitaji baada ya mchezo mm. Najaribu tu kuangalia katika hiyo engo, japo sicho ambacho kinazungumzwa ndani ya Simba. Lakini unajaribu kuangalia mchezaji, ujampa bonasi yake, ajitumaje labda kwenye mchezo mm. Kwa hiyo engo ya kwanza ambayo Simba anatakiwa kuboresha kabla ya kutafuta kocha ni kujiweka sawa wao kaulimbiu yao ni nguvu, nguvu moja, moja. Kama hiyo nguvu moja haipo, ziko nguvu mm -hmm. nyingi, nyingi. Hawawezi kuwa na wakati mzuri katika hengo hiyo ya kuhitaji kila kupata kile ambacho anahitaji kuanzia matokeo kiwanjani mm -hmm. ya ushindi ya, ya, kushinda mchezo mpaka na performance bora nyingine kwa wachezaji. Kwa hengo ya kwanza, Simba wajiboreshe na waishi katika kaulimbiu yao kwamba wao ni nguvu mm -hmm. nguvu moja. Tuje kwenye aina gani ya kocha ambao anamhitaji. mm -hmm. Ni Mpoma akasema ni Nabi ba yes, yeah. amemtaja Nabi kwa sababu kubwa moja. Ndio. Nabi ame, ame, alipofika Yanga aliufundisha mpira ambao unachezwa Simba na walivumilia. hmm. Yaani sasa hiyo baba, walimvumilia aliingia kwanza nusu msimu akamaliza nafasi yeah. mm. ya pili yeah. wakamvumilia, akaomba siku 90 wakamvumilia. Nikukumbushe pia Nabi wakati anajiunga na Yanga kwenye mkutano wake na waandishi wa habari, nadhani wa kwanza au wa pili, alikiri kwamba mimi niliomba kazi Simba, mm, hadharani. Mm. Alisema hadharani bila bila kificho chochote. Mm. Kwa hiyo namuelewa mpomo anavyosema kwamba kocha ambaye anaweza kuwafaa Simba kwa sasa ni Nabi, kwa sababu hiyo. Ni kwamba yeye anafahamu aina yake ya mpira ambao anaufundisha, ambao pia sasa hivi Yanga wanacheza, ama yeye ndo alikuja kuambukiza seli mpya Yanga kucheza. UFM.